Samia. Samia. Oktoba. Mheshimiwa Rais. Mwenyekiti wa Mwenye Chama cha Mapinduzi na mgombea urais wa chama chetu, karibu Pwani, napenda kukuhakikishia kwa mkoa wa Pwani tutakuchagua wewe, Kwa nini tutakuchagua? Maelezo ya waheshimiwa wabunge yameeleza kwa ufasaha, umezikabili kwa mafanikio changamoto zinazowakabili wananchi wa mkoa huu, tena umezikabili kwa ufanisi, kwa umakini na ujasiri mkubwa. Mcheza kwao hutunzwa. Umetutendea mema mengi, umetutendea mazuri mengi. Ni wajibu wetu sasa kukulipa mema, tutakulipa kwa wema uliotutendea. Tutajaza kura kwa wingi mpaka zifurike kwenye sanduku la kura la Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Oktoba tunatiki, Oktoba tunatiki, Oktoba Oktoba, tunatiki tunatiki tunatiki, Samia oye!